Mungu imajini uwe e, sina mwadeba kweli, mpaka mtu amekuona unaweza kumkopesha, kuna kitu anaona kwako, wana mtu anaona, na kuna mtu sio mmoja hapa, wana anaonekana ni matajiri, lakini wana pita pakumu. Leo naita nyota yako, kuta sabato sileta vitu yako, kuta sabato sileta vitu yako. Agalia hao, naona matajiri wengi hapa, naona watu wenye vitu mahali hapa, natamuka Nataka nitambuke kabla mwaka hujaisha. Kuna vitu utaona, kuna vitu vitarudi. Kuna baraka zitarudi. Kuna pesa zenu zitarudi. Kuna wateja wenu watarudi. Kuna waume zenu watarudi. Kuna ndugu zenu watarudi. Kuna baraka zitakufuata. Sema Amen. Amen. Sasa kila mtu anataka kusema nenda kalete nyama. Kuna wakati wa kujipongeza, sio kila siku.

Kama unanielewa amen. Baba wewe unaweza kuwa au na kuumiza eh, wewe unaweza kuacha kiherehe. Ameacha, ameacha, ameacha kiherehe. Ameacha kiherehe, ni mwanamke. Kiherehe ni hizi kuta, sema kuta

Unaona unataka kuolewa. Unaenda kumwambia, "Sio sisi ninapata friend, si friend." Baada ya muda mrefu, faraka. Wacha kutangaza mambo yako. Wacha kutangaza mambo ya nyumba yako. Na mama mlioko hapa, mwache kutangaza mambo ya watoto wenu. Kuna mtu anakuja nyumbani kwako kuulizia watoto wako na endeleaje wako wapi? Leo waweke ukuta wasione. Sema leo moto utawaka. Sema fire. Use mtoto mwambie fire. Sema fire, sema fire, sema fire. Ndio tutaweka ulizi kwenye ardhi, kwenye kazi, kwenye ndoa, kila sehemu. Kutakuwa na ulizi wa damu ya Yesu. Kila wakikutafuta hawatakupata. Sema hawatanipata. Rudia, kwa sema hawatanipata. Sema hawatanipata. <tulia> Nakumbuka mwaka juzi, namchama walikuja wa tena al. Waliandika meseji, wengine walishuhudia, walikuja nyumbani kwangu. Sema walikuja nyumbani kwangu ilikuwa ni mtoto wangu ile wa kwanza anaitwa Prey. Tukiwa tumeenda na mama yake, anasema tulipofika kwenye nyumba yetu, hawakuona nyumba, waliona bahari. Halafu wakaona nyumba katikati ya bahari. Hatuko ndani ya bahari, lakini Mungu alituzunguka kwa kumpa bahari. Amen. Kitabu kile cha Zaburi kinasema wamezunguka kama nini? Kama bahari. Akasema yule mchawi wakaogelea wakute nyumba yangu. Sasa nakuruka jamani eh? Wakaongelea wakute nini? Akasema walipokuta hiyo nyumba yenyewe, ndio nani nyumba kidogo tu jamani, inatosha kuna mtu wao. <laughs> ni kama suri kwaona eh, walipokuta ile nyuma, wanasema walipokuta ukuta, ni ukuta umesukwa na moto. Wakati wa kupita ni walichofanya tu ya gati, wakawa wanamulika kumdhuru mtoto wangu wa kwanza. Walipotaka kumshika mtoto tuna akamsukiria kwa mama yake Nizo. Siku nyingine wakasema Walipofika getini wakakuta nyumba nzima ni moto inawaka, sio ni kuombea nyumba nikakokuye nafaa

Yaani wezi wakiya wanaangalia misola, unajua mzee ipo, ipo kuna ulizi ila ya simba. Yaani ukienda unaona tu simba, unati Maandiko wakaenda anasema wakafika kile kilima Gehazi akasema wetu, maana kasema tunakufa Ma, wapanda mafarasi, mikuki wanatuangama. Elisha akamwambia kijana wake, walio upande wetu ni wengi kuliko wao. Maandiko maandiko anasema vikosi vikaenda. Maandiko anasema Elisha alipona, akasema Bwana na kusii wapige upofu. kwa Elisha wamepiga upofu, wanayemtafuta nani? Elisha wamefika. E bwana e, tunaomba tukuulize eh, eh tu tu kuna eh, eh? yeah. Mtu tunamtafuta anaitwa Elisha na nabii, katika njia anatuharibia vitu vyetu sana, yuko wapi? Ambia namtafuta Elisha ye eh. Sio hapa chonwapeleke, namtafuta Elisha ye eh. Twendeni wapeleke, wamekuwa mayonesi wamebeba, wame na bunduki zao na mishale zao Hivi nitakavyo kwa leo. Na wapiga maadui zako upofu, na wapiga wacha upofu. Unajua kakuja ndo yako atalopoka. Elisha akasema, tulini wapeleke kwa mtu unayemtafuta. Na sama leo nisa utangaze hivi, wote waliokuloga leo tuta wapiga upofu. Walipama kuloga mtoto wako, tutawaambia sio hapa, njoo uloga mtoto wako mwenyewe. Watamogana wao kwa wao, watamogana wao kwa wao. Anayetafuta uloga atajiloga. Niachilie moto. Amen. Uko tayari niachilie moto? Amen. Aliye na mipango mibaya juu yako itamrudia. Amen. Amina baba. Uko tayari nikusindike? Amen. Uko tayari nikusindike? Amen. Nikusindike? Amen. Usijuka nitaomba hapa. Ile kumwambia mtu mmoja hapa. Mtu mmoja akaenda kumkuta mama Joyce. Tena akawa anatetemeka.

unayeloga huyo mtu aopoke kesho tukufahamu. A, akaenda kwa mama, amemuuliza hivi, mnaenda kule, mnavoenda kule mnaona nini? Mamangu akamuuliza kwa nini? Akamwambia niye vitu mnavyoenda kufanya kule, huku sisi tunateseka vtuaiamtu unayefanya wao kule wanateseka kabla, ila kabla ajamfata mamangu Yaani kijana yake ngoja ni... kwanza. Kumbe tunafiki tukiomba hapa. Kuna watu wanateseka. Kumbe tukiomba hapa, kuna watu wanapata shida. Na pamoja leo nitaomba hapa, uliko kutoka watu wapata shida. Jamani, kuna kuna mtu ananielewa moja. Nisikilizi ni hizo kitu cha kukata. Hatutaji watu majina. Ni mtu kama wewe anaishi, lakini sio wenzako. Kwani ulimwengu wa adabu tuko sawa, lakini ulimwengu wa roho